Habari gani? Na mimi naendelea vizuri na afya yako. kwa na Mwalimu Baraka Mwajeka, ambapo nataka tuo tujifunze kitu kinachoitwa nini, siri za kufanikiwa kifedha au uzalishaji wa kifedha. Kuzungumzia uzalishaji, maana yake namaanisha, je, fedha zinatoka wapi? Mm, ni vyanzo vya kifedha ambazo fedha huwa zinatokea huko. Maana yake fedha huwa haitafutwi, fedha huwa inategwa. Maana yake sasa, kuna vitu ambavyo inaitega fedha mpaka fedha inaingia mikononi mwako. Kwa hiyo una vitu vingi ambavyo unavitumia ambavyo unapata fedha. Sasa nataka leo tujadili mitazamo ya watu wawili, ambao mtazamo wa kwanza ni mtazamo wa Robert Kiyosaki, lakini mtazamo wa pili ni mtazamo wa mtaalamu wa Dan Rock kwenye kitabu chake cha Unlock It, ameelezea hayo Kiyosaki ameelezea kwenye kitabu chake cha quadrant cash flow quadrant, lakini pia Rich Dad and Poor Dad. Ameelezea katika vitabu vyake viwili vyote hivyo, lakini ameelezea kwa kina kitabu chake kinaitwa cha quadrant cash flow, ni kitabu kizuri kama unataka kufanikiwa kwenye masuala mazima ya kifedha hapa, lakini nataka niende direct kwenye, kwenye mtazamo wa Robert Kiyosaki anazungumza nini kuhusiana na uzalishaji wa kifedha au namna kufanikiwa kifedha? Anachoelezea ni kwamba, anaeleza makundi manne ya watu ambao wanapata fedha kwa namna zao, na haya makundi manne ndo makundi ya watu duniani waliopo. Na kuna watu wana fedha za kawaida kulingana na kundi alilopo na msimamo wake na mtazamo alionao katika hilo kundi, maana kila aina ya kundi ina mtazamo wake Amegawa katika makundi manne, na kundi la kwanza ni employee. Employee kwa maana ya waajiriwa. Kundi la pili ni kundi la waajiriwa binafsi waliojiajiri, yani binafsi wanaitwa self employee, lakini hiyo amekoa kwa capital letter CS kwa maana ya ku present ku represent self employee, lakini pia kuna kundi lingine la tatu ambalo linaitwa business au wafanyabiashara. Kumbuka aliyejiajiri kwenye biashara kama mwajiri binafsi ni tofauti na mfanya biashara, napoterea mbele safari. Lakini pia kundi la nne ni la mwisho kwa upande wake ni investors, investors, kwa maana ya wawekezaji. Nikianza na kundi la kwanza moja kwa moja haraka haraka waajiliwa, waajiliwa hawa ni watu ambao wanapata kitu kipato chao kwa njia ya kuajiliwa, aidha kwenye ofisi binafsi au ofisi za serikali, huku wakitegemea mwisho wa mwezi wapate mshahara wao inaweza kuwa tarehe ishirini na nane, ishirini na tisa, thelathini, inategemeana na nini? Na ofisi au eneo la kazi anaolifanyia. Yes, kwa mtu kama ameajiriwa, maana yake anasubiri mshahara wake baada ya muda fulani. Inaweza kuwa kwa siku tofauti kulingana na jinsi, ila ili mradi yuko chini ya mtu ambaye anaamua aje saa ngapi kazini anaamua apate hela muda gani anaamua afukuze au asimfukuze. Ukiona katika kundi hili, maanake kuna mtu ambaye yuko juu yako ambaye sio mheshimu. Hizo hela ambazo zinakuja kwako mikononi mwako zinaweza zisije kabisa. kwa ajiliwa hapa ndo wako hapa lakini, ile kundi bwana, wana sifa mbalimbali. Sifa yao ya kwanza, alafu hizi sifa zao ndio mitazamo yao. Sifa ya kwanza ni watu ambao wanaamini kwamba hawezi kuajiliwa kwa Mm, wanaamini awezi kuajiliwa, lakini sifa ya pili ni watu ambao wanaamini kabisa kwamba walikuja duniani kusapoti maono ya watu wengine. Wanaamini kwamba mimi ni yumba, so wote lazima tuwe na vitu mm, ni kweli, ndio kuna niwalisia kwa sehemu, lakini wasa, ila kwa wewe kama wewe si njema sana na nitakurejea kundi ambao ni bora zaidi uweze kuwa bora kifedha, ndiyo hujaja au jawa au, sio wote ambao wataanzisha taasisi, lakini ni vizuri ukajua kwamba hata kama huko umeajiriwa, kuna namna nyingine pia. Ukiona kwamba okay, nikasema miszinikasema kuna namna nyingine pia, unaweza ukawa na biashara yako wakati umeendelea na ajira hiyo pia nitazungumza kama alternative au suruhisho kwa mtu ule ambaye anajua siwezi kujiajili, siwezi kutoa kwenye ajira. Unaweza usitoa kwenye ajila, lakini pia kuanza mifumo ambayo inaendeleza unani huduma zingine kwa watu wengine, na bado wanazidi kupata hizo fedha, na pia ikakusaidia na nahulu wa kifedha. Lengo usiwetu na mshahara mmoja Lengo sio kupata kazi moja ambayo unategemea hiyo hela kila siku, hiyo itakukosti kwenye ya maisha. Lazima uwe na multiple streams of income, na hiyo ndio maana ya uhuru wa kifedha. Maana ya uhuru wa kifedha, tunazungumzia uhuru wa kifedha au financial freedom, tunazungumzia rasilimali za kutosha ambazo zinakidhi mahitaji binafsi na mahitaji ya watu wengine, na una fedha za kutosha, lakini pia una vyanzo mbalimbali vya mapato. Hiyo ni sifa ya kundi la kwanza kwa mtazamo wa Robert Kiyosaki. Tunaenda kwenye kundi la pili.